Uh, jina langu ni Dr. Baltazar Safari Awee. Nimekuja kuchukua fomu ya kutia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Mbulu Mji. Hilo uh, ndio nilileta kwa, kwa siku ya leo na nimechukua fomu rasmi. Okay. Sawa. So, pengine ambao hawakufahamu vizuri kwa nafasi zingine tofauti na hivi ambavyo tunakujua, leo umekuja kuchukua fomu. uh, uh, Mimi kama nilivyosema, uh, ni Dkt. Baltazar Safari hmm. Awee. Ninafanya kazi chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni mhadhiri wa, wa, wa uchumi, lakini pia nafanya kazi zingine za kiutawala. Mimi ni meneja wa mipango na maendeleo katika taasisi yangu, lakini pia nasimamia mradi wa Benki ya Dunia ambao unafanya uh, mambo, mambo, mambo makubwa katika taasisi yetu. okay. Lakini mimi ni mzaliwa wa kata ya Murai Uh, nimepitia shule mbalimbali ikiwa mbali, kwa pamoja na Chifu Sarwatt, nikaenda Pugu sekondari, baadaye nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, nikasoma digri yangu ya kwanza mpaka digri ya uzamivu ya PhD. Kwa hiyo nimegombea nafasi hii baada ya kutafakari sana, uh, na nikawa nimepata maono makubwa ya kufanya mabaliko makubwa ya kimaendeleo ya kiuchumi, kijamii ka, katika jimbo letu la Mbulu Mji jimbo hili kiwa sehemu ya jim, uh, wilaya ya Mbulu ina miaka mia moja na ishirini. Kwa kweli maendeleo yake hayafanani na umri wake okay. Hili limenivuta nije kugombea na niwaongoze wananchi wenzangu, wakati wenzetu wakitembea sisi tukimbie, ili tupate maendeleo makubwa yanayofanana na umri wa jimbo letu. Kweli baada ya kuchukua fomu hii, nitaijaza vizuri barabara kwa jinsi maelekezo yanavyotaka, alafu nitarejesha fomu hii nina kiamini chama changu cha Mapinduzi kitafanya maamuzi sahihi, maana tuko wengi. Nina imani kwamba hawata watafanya maamuzi sahihi, baada ya kuona vigezo, baada ya kuona maono yangu, baada ya kuona taarifa zangu binafsi, baada ya kuona uwezo niliokuwa nao wa kielimu, lakini uzoefu mkubwa katika maendeleo ya Tanzania na katika shughuli zingine mbalimbali mbali za kijamii.